Hujambo, mtazamaji wangu wa kanti video, home of Gossip. Karibu tena video yetu mpya, au sio? Na kabla hatujaanza story yetu ya leo, ningekuomba ukasubscribe na the bell icon, ili uwe wa kwanza kila wakati tunaachiria video mpya yamombeaai na nimekuja na, na story fulani hivi ambayo kidogo imeanza kutikisa mitandao East Africa na nguli wa mziki kutoka Azania Mario unajua from Bad Nation. Mario kafanya nini? kaachilia reel ya ngoma yake mpya, tuseme kionjo cha ngoma yake mpya ambayo ameipatia jina Shetani, auta shetwani ama shetani sijui, ama uko kwenu mnalitamka vipi hilo neno. Mario kaachilia kionjo cha ngoma yake mpya ambayo inaitwa Shetani na uh, Already mimi nishaenda kuisikiliza kile kionjo na nikakuta kwamba ni ngoma ambayo iko na uwezo mkubwa. Ni ngoma nambao, uh, staili yake kiukweli, nahisi ya kwamba itakuja kuleta mapinduzi makubwa, itakuja kusumbua sana East Africa. Sijui kama mtazamaji wangu ushaipitia kile kionjo. Kama ushaikipitia, andika hapo kwenye comment section uniambie kama, je, unahisi ngoma hii mpya Marioo Shetani E, e, e, inaweza kuwa kubwa East Africa, inaweza ku take over East Africa, ama ni ya kawaida mno? Niandikie hapo kwenye comment section, au sio? Mimi ninachokijua ni kwamba Marioo hana baya, haja awaitengeneza ngoma mbovu. Kila kazi yake anayoachilia waga ni amazing, au sio? So na imani kabisa kulingana na kionjo chenye nimekisikia uh, this song is going to be big hii ni nyimbo kubwa sana. Anyway, kumekuwa na gumzo kwenye mitandao comment section pale watu wakisema kwamba, uh, ngoma ya Shetani ambayo kaachilia kionjo Marioo, imeingia ama iko na mtindo kama mtindo wa ngoma yake ya zamani kidogo ya dark gumu. Ikumbukwe kwamba kuna kipindi fulani Marioo ndo akianzaanza mziki anzizo alishai kuachilia ngoma ambayo inaitwa dark gumu. Unakuta so kuna baadhi ya mashabiki ambao wamekuwa kwenye comment section, baada ya kile kionjo kuachiliwa, wamekuwa wakifananisha. Uh, ngoma hii mpya ya Shetani ama kionjo cha ngoma hii na ile ngoma ya, ya, ya zamani ya Marioo ya Dar Kugumu. Uh, nataka uniambie hapo kwenye comment section na uh, mtazamaji wangu wa Kan TV kama unalichukulia ajili swala. Je, kama umekisikiliza kionjo hichi na pingona, labda pengine unajua vizuri ngoma Dar ya Kugumu, unahisi labda pengine ya kwamba uh, kinachozungumziwa ama kinachoongelewa pale kwenye comment section Kina ukweli fulani labda pengine, kuna mwingiliano wa mitindo kati ya ngoma mpya Mario na ile ngoma zamani Kugumu. Tell me on the comment section, au sio? Anyway, tunasubiria kwa sababu tujajua kama ni siku gani Mario ataamua kuiachilia hii ngoma rasmi. Tunasubiria, wakati akiachilia rasmi, nitakuwa hapa kupatia full report. Tutachambua pamoja, au sio? Otherwise, nimeshukuru sana kwa kuitazama video yangu. Uh, tell me where you are, unajua uko wapi, east Africa? Unaweza kuniambia like this video, comment hapo and uh, come on, subscribe, subscribe. Until next time, tunasubiria yachiwe ngoma, tutakuwa hapa, tutakutana tena.